Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu, kumbapo onyesho la tamaduni kati ya jamii tofauti zinazoishi kaunti ya Marsabit limeingia siku ya pili, hii leo, ikiwa ni zamu ya kila jamii kuonyesha mapishi ya jadi, tiba na nyimbo za kiasili, ikiwa ni pamoja na simulizi kutoka kwa wazee wa jamii. Tayari ukiangalia mkabala na mimi ni Kamau Mwangi ambaye anaendelea kuweza kuzifuatilia sherehe hizi, tamasha hizi kutupa tamaduni mbalimbali mbali. Labda pengine tujengee taswira ya utofauti wajana na leo kama mwanga na Rashid, kando na upepo mwingi ambao umeendelea kusheheni hapa Loiyangalani, sherehe au tamasha ya mwaka huu ya kumi, awamu kumi na nne ya Marsabit Lake Turkana Cultural Festival imeendelea leo ikiwa ni siku ya pili, na mkono huu wangu wa kushoto Uh, mpiga picha atakuonyesha jamii ambazo ziko tayari zimejiandaa, uh, ku litakuwa linakamilika siku ya kesho na ni jamii kumi na nne ambazo zitakuwa zinaonyesha uh, nini wanafanya ni tamaduni wa kwa nini uh, lengo kubwa likiwa ni kuleta uh, utangamano kati ya jamii hizi kumi na nne ambazo zinaishi katika kaunti uh, ya Marsabit na hapa, niko na jamii moja ambayo imefika kufanya eh, tamaduni ama kuonyesha kufanya onyesho. Tuambie kwa majina, unaitwa nani, umetoka kwenye jamii gani, na kama tayari mmefanya onyesho lenu na vile zile zile vitu ambavyo mna present zinamaanisha nini? Kwa majina naitwa Ailo Ada Ndaro kutoka jamii ya Burji. Burji ni wale jamii wanaishi Kenya, wanapatikana kila mahali ya Kenya, na leo tuna furaha sana pamoja na wenzangu ya kwamba tunasherekea Turkana Cultural Festival ambayo tunaonyesha utamaduni yetu, okay. Na kenye tunafanya sana sana ni mambo ya ukulima, okay. Na pia kukuza mimea na tumeweza pia kuandalia nyimbo ambacho ni ya sherehe na pia hasa kwa sababu sisi ni wakulima tumeweza kujifunia na kujifurahia. Naam, asante sana, asante sana na tunaye gavana wenu hapa uh, Muhammad Ali ambaye tulizungumza na wewe jana gavana. Uh, tamasha likaanza kufikia sasa, wa, wana Marsabit wanasherehekea nini ama wanashabikia nini kufikia dakika hii? Ya, asante sana. Wana Marsabit wanasherehekea desturi yao culture yao ya aina tofauti tofauti yaani jamii kumi na nne wote wakikusanya hapa Loiyangalani, wanaburudika, wanahusisha wengine, mila yao iko namna gani, chakula yao, mavazi yao. hiyo ndio tunajivunia na tunaonyesha dunia nzima gavana. Uh, kuna jua nyingi sana hapa kwa sasa, upepo pia ni mwingi. Is it not stopping the communities from showcasing what they came to showcase? I'm sorry. Na, nasema hapa leo angalani kuna upepo na jua nyingi sana na communities zimejitokeza pakubwa kuonyesha zile tamaduni ambazo wako nazo. Hii resilience inamaanisha nini kwenu kama county? watu walikuwa wanapigana, lakini tangu tufanye hii sherehe na kuleta wote pamoja, sasa tuko na amani ya kudumu. Watu wanaendelea na biashara yao bila tatizo lolote. We, wekezaji wote wanakuja partnership. E, our partners wetu kutoka sehemu mbalimbali kote duniani na vile unajua inatoka hapa na tunaweka 360 megawatts. We connect to the national grid inatoka hapa. Bila amani hiyo hapa haingekuwa. Asante yeah. Gavana, tunashukuru ni tamasha ambayo itakuwa inaendelea leo.